Jina langu ni Sofia Waziri Mwambage, ni dereva kutoka wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo. Mimi kama dereva, jukumu langu ni kuhakikisha viongozi na watumishi wa umma wanafika wanapokwenda salama. Kumekuwa kuna dhana ya kwamba kazi fulani ni kwa ajili ya jinsia fulani tu, hiyo si kweli. Kila kazi inahitaji juhudi, uwezo, uwajibikaji na kujituma. Mimi kama dereva napata msukumo mkubwa kutoka kwa mama yetu Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Anafanya kazi kubwa sana. Kama anaweza kuongoza nchi yenye wananchi zaidi ya milioni kadhaa, mimi ni nani hata nikashindwa kumsapoti kwa kazi yangu ya udereva? Kwa kila ninapokuwa ninamuona Mheshimiwa Rais anatekeleza majukumu yake, mimi pia inanipa nguvu sana ya kuendelea kupambana na kazi hii ya udelevu. Kuelekea siku ya wanawake duniani, mimi ni wasii tu, wanawake wenzangu wasikatishwe tamaa kwa maneno na dhana potofu tunayoaminishwa kwamba kazi fulani ni kwa ajili ya jinsia fulani na kazi fulani ni kwa ajili ya jinsia fulani. Mimi ni waombe kwamba kazi ya udereva ni kazi nzuri sana , lakini pia tujitoe kwa ajili ya maslahi mapana ya taifa letu.